Kwengineko, timu ya Kyevaluki FC imechukua nafasi ya pili ya awamu iliyopita imebanduliwa nje mapema mwaka huu katika hatua ya makundi ya wadi ya Kangundo Magharibi. Vilevile timu ya Kawedhei imefuzu kusonga mbele katika wadi hiyo kwa ushindi wa bao tano kwa nne dhidi ya wenzao wa Kakuyuni. Kwingineko, Kakuyuni Starlets walifuzu upande wa wasichana katika wadi ya Kangundo Kaskazini kumebainika kwamba iliziki Kikambuani ilizidi nguvu Kitui FC mabao mawili kwa nunge sawa na Kawauni waliofuzu hatua ya mwondoano <tipa> <tipa> Nimekutana na majina hapa kutoka Ukambani e, Cheva, Kyevaluki, Kawedhei, Kikambwani, Kawauni. Labda mpiga picha wangu hapa, timu yeye, ni wa huko anaweza akaya akayataja majina hayo kwa ufasaha zaidi. Mie ni wenu Swale kwa mchana wa leo, kwa heri.